Ni sahihi kusema kwamba kuanzia muda huu, saa zinahesabika kabla ya kumshuhudia rais Samia Suluhu Hassan akizungumza na Watanzania kupitia wawakilishi wao kwa maana ya wabunge, uh, wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale jijini Dodoma, na ikiwa ni hatua ya kwenda kulivunja bunge, mkutano wa kumi na tisa ambao shughuli zake zimekoma rasmi baada ya waziri mkuu Kassim Majaliwa kutoa hotuba yake na kuzungumza na Watanzania juu ya hatua mbalimbali ambazo zimeshuhudiwa katika kipindi cha uhai wa mkutano huo. Katika hatua kama hii uh, mambo mengi yanatazamwa, ni kwa namna gani uh, mhimili huo utendaji wake umekuwa na ufanisi katika mambo ambayo yalitarajiwa kushuhudiwa, ikizingatiwa kwamba hawa ni watunga sheria na hawa ni wasimamizi wa shughuli mbalimbali za kiserikali, kwa maana kwamba hata bajeti ambao wamekuwa wanijadili hapa karibuni, inapopitishwa utekelezaji wake unakuwa ni wa ufanisi kwa namna gani, ni vitu ambavyo pia wanaviangalia kupitia katika majimbo yao, lakini kwa nchi kwa ujumla. Mimi ni Raymond Nyamuhula, karibu sana katika uchanganuzi wa wakati huu tukiwa naye uh, Dr. Richard Mbunda, yeye ni mchambuzi wa siasa. Dr. karibu sana Asante, asante, asante. Mkutano huu unaweza kuwa na mengi ya kusimuliwa, lakini hmm. kwa ujumla wake wakati ambapo rais anaenda kulivunja bunge hili unaona ni mhimili ambao umekuwa na yapi ya kuzungumzika katika kipindi hiki cha miaka mitano? Naam, uh, mengi ya kuzungumzika, lakini labda pengine uh, mm. neno ambalo linaweza likasadifu mm -hmm. <laughs> bunge lenyewe la kumi na mbili uh, linaendana na, na composition yake yani, Uh, jinsi ambavyo limeundwa mm, e, utagundua kwamba asilimia kubwa sana ehe, ni Chama cha Mapinduzi e, alafu kuna wabunge kama ishirini hivyo walikuwa wa Chadema, mm, lakini kati ya hao ishirini walieridhiwa na chama alikuwa <laughs> <laughs> ni mmoja bunge wa jimbo <laughs> <tubunge laughs> <wa> <laughs> kumi na tisa wamevurugana kuanzia walivyoingia bungeni mpaka mm, walipotoka. Kwa hiyo utagundua kwamba hata mchango wao ulikuwa haujasimama sana yaani, walikuwa mm. saa nyingine hawajielewi kwamba wazungumze kama wabunge wa kitaifa mm. au wazungumze kama wabunge wa chama kutetea maslahi ya chama na kadhalika mm -hmm. na hivi vyama vingine nadhani vilikuwa na wabunge kama saba na chama cha wananchi kafu. Kwa hiyo, uh, utagundua kwamba uh, ni bunge ambalo uh, ukiwa labda wewe kiongozi mkuu wa nchi utalipenda sana kwa sababu ni bunge ambalo litasimamia <laughs> sera mm. e, na, na, na, na, na, na mwelekeo e, yani dira ambayo mm. mnaitekeleza kama chama kwa sababu unao wabunge wengi, e, unao wabunge wengi. Mm. Kwa hiyo hauna hofu kwamba labda pengine mm. unaweza ukapeleka sheria e, manake sheria wana, wanaita ndo bolt bolt na na natia eh ya utekelezaji wa, wa mipango ya nchi mm -hmm. Sasa ukipeleka unajua kwamba hii hapa itapita na itapita kwa sababu nina ni wabunge ni kadhaa mm -hmm. Unaona bajeti hivyo hivyo, kwa hiyo uh, unaweza ukagundua kwamba ilikuwa ni bunge ambalo lilikuwa uh, kama vile ni bunge la chama kimoja kwa sababu mm -hmm. Hata kambi wanasema kambi ya wachache bungeni eh, zamani ilikuwa inaitwa kambi, kambi rasmi ya wasa haikuwepo kwa sababu hakuna chama ambacho kilifikisha hiyo idadi ya mm -hmm. kuwa na na, na kambi rasmi ya wachache ki, ki, kimahesabu inaonekana ni bunge ambalo hmm. wabunge wake wengi ni wa kuchaguliwa na Chama cha Mapinduzi, na ilikuwa hmm. ni wabunge 256 wa chama hicho ambao wastani ni takriban asilimia tisini na saba, lakini nakumbuka wakati wa ufunguzi wa bunge hili hmm. miongoni mwa vitu ambavyo hata spika hmm. Dkt. Tulia Ackson aliwaambia wabunge wake kwamba wengi mnatoka upande mmoja, hmm. huu ni wakati wa kupimwa, hmm. ni kwa namna gani pia ambavyo mtakuwa mnaiwajibisha ama mnaiambia serikali no. Ime, imeshindikana kwao kulitimiza hilo, imeshindikana naweza kusema hivyo, kwa sababu ukiangalia kwa makini utagundua ni mabunge wachache sana ambao walijaribu kusimama kama kama wabunge wa kitaifa mm -hmm. Yani kwamba unataka kutimiza majukumu yako, kwa sababu wabunge wana majukumu manne mm -hmm. Kuna hilo la kutunga sheria, kuna hilo la kuisimamia mm -hmm. a, serikali mm -hmm. Alafu kuna hilo ya, ya, ya kupitisha, kupitisha na kuridhia bajeti alafu kuna kuwakilisha wapiga kura wao, eh, au unaweza kuwa wapiga kura, au kama ni, ni, ni mbunge labda pengine wa viti maalum, bado lazima utakuwa na constituency yako ya kuwakilisha Mdia. Sasa utagundua asilimia kubwa <coughs> hawakutaka hawa Uh, especially kwenye hiyo ya pili mm. ya kuiwajibisha serikali, serikali wachache sana mm. utagundua labda Mheshimiwa Ruhaga Mpina mm. eh, na anamtaja kwa sababu ameonekana katika matukio mengi sana yani mm. kutana pambana na waziri wa fedha pambana na waziri wa kilimo yani mtu ambaye alikuwa, <laughs> ameamua, na mawaziri kwenye. wake <laughs> eh, eh, amewabana sana kwa kweli amewabana amewabana mno. <laughs> eh, eh. Sasa uh, katika mazingira kama haya no. na ndio uhalisia kwamba ndio kwa bunge limekuwa la mtindo huu mm kuna kitu ambacho tunakichukua kama Watanzania wapiga kura hmm. wa, watu ambao tunataka kuona ile dhana ya uwajibikaji na bunge linawajibisha serikali kuelekea kwenye uh, awamu nyingine ya kiuongozi kwa maana ya uwakilishi majimboni, ni changamoto kubwa. Ni changamoto kwa sababu, nikukumbusha tu kitu kimoja ambacho inawezekana uh, unajua, kusifia ni jambo zuri eh? hmm. kutoa sifa kwa kiongozi wako ni jambo zuri na ni jambo ametenda na hasa kama ametenda na, na kweli kazi imefanyika mm. Sawa, lakini utagundua kuna sehemu nyingine zile sifa watu walikuwa wanazitumia mm. kwa ajili ya kuficha udhaifu wao. Ngoja nikupa tu nani, jukumu uh, hilo la la, la, la, la, nne, mm -hmm. la kuwakilisha wananchi mm. lina linampa uh, kazi mbunge eh, zaidi tu ya kwamba unaenda kuwasemea bungeni lakini unatakiwa vilevile ikiwezekana eh, kuweza kutafuta uh, ufadhili popote utakapopata na kuja kutekeleza miradi ja, ya, eh, yeah, kwenye, jimbo, kwenye jimbo lako. Sawa. eh, kwa mfano kama hamna shule na wewe unadhani unaweza ukafanya lobbying ukapata labda pengine ufadhili wowote nje ya nchi ndani ya nchi ukaenda ukajenga madarasa pale eh? Eh, hiyo ni kazi ya mbunge hmm. Lakini wengi huwa wanajificha kwenye kauli kwamba sio kazi ya mbunge, kwa mfano kujenga madarasa, sio kazi ya mbunge kujenga barabara. Sio sahihi. Huu ndo uwakilishi wenye, na hapo ndo ubunifu wako unapoonekana hmm. Sasa utagundua kwamba wabunge wengi walikuwa wanajificha kwenye kauli kwamba uh, labda pengine wanasema eh, asante mama <laughs> umeleta labda pesa barabara, umeleta pesa madarasa hmm. na kadhalika, unaona. Sasa mwisho wa siku watu wakawa wanauliza wewe kama mbunge umefanya nini, nini? Yaani ubunifu wako uko wapi kwa mm, sababu wewe ni kiongozi e, sio kila kitu unamtupia tu mm, kiongozi mkuu wa nchi. Wewe binafsi umefanya nini mm? na, na mimi naliona hilo lime, limeibua hisia kubwa sana, utagundua kwamba kuna vikumbo, watu wanapigana vikumbo sana e, juzi tuliona <laughs> uh, mkeka wa mama hapa <laughs> eh, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa eh, wanaenda majimboni huku. Ni kwa sababu wanadhani, kwa tathmini yangu mimi, yeah. labda pengine hao wabunge wameanda perform. Yani hawaku pa hawaku perform kulingana na jinsi ambavyo matarajio waliowekwa yawapiga <laughs> kura. Yeah, kura, kwa hiyo um, hasa huu uchaguzi wa ndani <laughs> Chama cha Mapinduzi huu, na naamini utakuwa ni uchaguzi wa moto sana, wa moto kweli kweli, na utagundua hata wakati ratiba ya kwanza imetangazwa, wabunge walikuwa na wasiwasi sana, kwa sababu ukiangalia ule muda ulikuwa unaweka kwenye mazingira ambayo sio sio, na hiyo ikupe, yani ikupe tafsiri ya kitu gani ambacho tunakiona kwenye huo uchaguzi wa ndani ambao unaenda kufanyika hivi karibuni, ikiwa ikiwa mtazamo ni huo pengine kuna ambao wanajaribu kuhoja, hata ukiangalia kwenye baadhi ya mijadala ya mitandao ya kijamii no. Wale ambao walionekana pia ni kambi ya wachache hata no. hata kwa uchache wao mm. Ni kweli mazingira yalikuwa yanawazuia wao kuonesha kwamba kweli wapo katika kuonesha hiyo taswira ya, ya kuwajibisha serikali naam. Uh, hasa tuzungumzia hao kumi na tisa mm. uh, ambao ni wawakilishi wa, wa viti maalum wa, wa CHADEMA mm. Mi nadhani kitu ambacho kilikuwa kikwazo cha wao kushiriki moja kwa moja ni mahusiano yao binafsi na chama chao mm. Kwa sababu kama nilivyosema, tangu waingie chama chao kilikataa, kasema hapana, sisi hatujaridhia mm. nyinyi kwenda Bunge nane amewapeleka mm. Eh, kukawa na mvutano eh, wakabaki kuwa nani wabunge wa mahakama. Eh, kwa sababu walienda kuweka zuio kule wasiondolewe bungeni hmm. na kipindi chote hiki wame, wamekaa kama wabunge wa mahakama sasa ndo maana nikasema walikuwa njia panda je wawe tu kama wabunge wa kitaifa alafu waendelee <laughs> kuchangia hoja hmm. eh, kwa ajili ya kulisaidia taifa au saa nyingine natakiwa usimame eh, na chama chama eh, wasimame na chama, eh, kwa ajili ya kutetea labda pengine msimamo wa chama eh, kutetea labda dira ambayo inashikiliwa na chama ikiwemo hata kutunga tunga sheria unajua, it, itakushangaza sana kwamba uh, kuna miswada mingi miswada kama 58 imetungwa kwenye hili kwenye Bunge la 12 na baadhi ya miswada inahusu mabadiliko ambayo saa hizi Chadema wanayazungumzia wana, wana sawa eh? kwenye no reforms, no elections hmm. Sawa lakini walikuwepo mle sawa eh? kwa hiyo kumi na ishirini eh, na wale saba wengine ni kama 27 kwa hiyo tungeona labda pengine kuwa na purukushana kubwa ya kujaribu kupambana kwamba hiki kiwepo, kisiwepo hiki, lakini utagundua hiyo purukushana ilikuwa yani inatokea nje ya bunge, e, unakuta labda pengine mtu kama Zito alipiga kelele sana kuhusiana na tume, akatamani wa, wale wa ambao saizi wapo kwenye tume wajiuzuru, hmm. ili tume yani wajiuzuru kwa hali yao, kwa sababu hmm. sheria inawalinda <laughs> lakini wajiuzuru kwa hali yao na kadhalika. Kwa hiyo hmm. tungetakiwa tuone mapambano haya yanaanzia kule bungeni lakini hatukuona hilo, hatukuona hilo. Ni, ni, ni yapi ambayo bunge hili linaweza likaondoka lika linajinasibu kwamba haya hmm. hata kwa uchache ambao unayakumbuka hmm. yameweka alama katika hmm. utendaji wao wa kazi. Ah, mi nadhani kwa sababu hasa kwenye bajeti, kwenye, kwenye eh. hmm. kwa sababu ah, kwa mfano kwenye ujenzi wa miundombinu tulikuwa na miundombinu ya kimkakati hapa hmm. eh, kwa mfano ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere ujenzi wa hii reli ya kisasa mm, miradi ya, ya kimkakati kwa ujumla, hiyo miradi ya kimkakati yote haya unaona, eh, ni kwamba u, yani katika utekelezaji wake of course tunampa uh, pongezi <laughs> mkuu wa nchi mm. Eh, kwa sababu aliendeleza sera ambazo zilianzishwa na awamu ya tano, lakini lazima uwape pongezi na wabunge vile vile kwa sababu wali walikuwa wanapitisha hizo bajeti, kwa hiyo kulikuwa na kwe, mm -hmm, mjadiliano wa kibajeti na wakahimiza kwamba hiyo miradi imaliziwe. Juzi mm -hmm, tumezindua daraja la Kigongo Busisi kule mm -hmm. daraja la JP Magufuli Magufuli eh, yani pongezi inabidi ziende kote serikalini mm -hmm, lakini vilevile hata vile, kwenye muhimili wa Bunge kwa sababu nao unahusika katika kupitisha kwa hiyo haya mambo mm hayo -hmm. mambo mazuri vilevile nao wana ni kama, kama kama vile kama ni kuandikwa kwa wino wa dhahabu. hmm. Lakini of course kum, kumekuwa na ukisoma ripoti ukisoma wanasema katikati ya mistari eh. hmm. Uh, ripoti za uh, mkaguzi hmm. na mdhibiti wa hesabu za umma utagundua kuna sehemu fulani ni kama vile anaonyoshea <laughs> kidole labda, hmm. pengine hmm. hawajawa wakali zaidi katika kuisimamia hmm. serikali hasa kwenye utekelezaji wa miradi kwenye halmashauri, mm. na kadhalika. na hilo ni jukumu lao ambalo haliepukiki, wakati hayo inaonekana pia ni sehemu ya utendaji wao wa kazi kwa maana ile dhana ya ufanisi. Uh, Spika leo wakati akizungumza baada ya waziri mkuu kuwa ameshatoa ile hotuba ya kuhitimisha shughuli za bunge, Spika amewakumbusha kwamba rekodi zinaonyesha mara nyingi wanapotokea mkutano kama umehitimishwa, kurudi kwao zaidi ya nusu ama kwenye nusu huwa hali inakuwa ni ngumu na umesema mwanzoni kuna vikubwa ambavyo tayari vinashuhudiwa huko, huko, huko majimboni. Ni, ni yapi ambayo yanaweza yakafanya yakamfanya mbunge aonekane sasa wewe, inatosha. Naam, um, kuna mambo mengi kwa kweli. Cha kwanza ni kama alikosa ubunifu kabisa eh, kwenye maji, kwa sababu kama nilivyosema ukitegemea tu kwamba serikali kuu ipeleke pesa ya miradi ifanye kila kitu ina maana wewe na, nafasi yako na majukumu yako yanakuwa hayapo sawa. Na wengi wameingia sana kwenye mgogoro na, na wajumbe mm. <laughs> Lakini vile vile mm. nawapiga kura kwa wewe, ni kwa kiasi gani ulikuwa unalilea una mm. <laughs> jimbo lako eh, na mm. nazungumzia na kulilea, na maanisha namaanisha yani kufanya yale mambo mbalimbali um, mbali, ambayo yani wananchi wa kawaida wakawaida na kwa sababu na, na wajumbe siamini kama wanaenda pale wenyewe tu kwa yaani na, na utashi wao. Ndio. Wanasikiliza vile vile na wananchi wanasemea mm, kwa hiyo kama labda pengine mbunge alichangamka katika kuhakikisha kwamba anakuwa mbunifu mm. e, kama aliwasemea vizuri bungeni, kwa sababu utagundua mm. e, nilijaribu kuangaangalia hivi karibuni mbunge kama, kama, kama, kama Msukuma <laughs> ame, ametoa mchango mkubwa sana mm-hmm. hata kuliko baadhi ya wengine ambao mm-hmm. E, wamekaa kule, yaani unakuta mbunge hana mchango wa kutosha sawa, hajauliza maswali ya msingi, hajauliza maswali ya nyongeza <laughs> e, yani hata kuchangia ile ambayo ndo majukumu yake kwa ajili ya kuwawakilisha wananchi wake, na, nchwaaki. Nchwaaki, na yeah, utagundua wengine wamekuja ku, labda pengine kuomba barabara yeah, au kuomba mradi <laughs> fulani utekelezwe, mwishoni kabisa mpaka wakaanza kukosoana wenyewe kwa wenyewe kwamba ah, ng'ombe <laughs> adahaya hey, ni maji ya jioni. <laughs> Na wengine dakika za mwisho hapa bungeni wamekosekana, ndo wanakumbuka kuna majimbo yao wanakesha. Swali la kichokozi nani anaondoka kuwa mbunge wako kinara? Ni, ni niseme tu uh, kwa sababu napenda, unajua lazima, tu, lazima tuzingatie vilevile kwamba a uh, wabunge kwanza watemeze haya majukumu yao yote manne niliyowasema. Sawa eh. Lakini vile vile waonyeshe kwamba wana uzalendo wa kweli. Hata wakuzungumza mambo hmm, eh, hadharani. Kwa hiyo mimi Luhaga Mpina, Mheshimiwa Luhaga Mpina, yeah. Namuona kama ni mtu ambaye eh amefanya vizuri sana. Na mimi ningetamani <laughs> ningetamani <laughs> ningetamani aangaliwe katika mtazamo chanya. Mm. Yaani asiangaliwe tu kama mtu ambaye alikuwa anakosoa serikali, anakosoa sijui mawaziri. Mm au anakikosoa chama chake. Hapana, nilikuwa natamani aangalie katika mtazamo chana, kwa sababu alijaribu kutimiza majukumu yake mm -hmm. <tie> Sijui kama nimeeleweka. kwa sababu <tie> nimekuuliza mtazamo wako <tie> na, na, na, na nimeusikiliza, ah, bunge hili una, una, unaona kwamba kuna kitu mahususi kimejitokeza na unatamani watakaporudi, hata kama sio wengi hawa wakiendeleze wa, wa, naam uh, labda niseme kwa maana, kwa maana ya hasi <laughs> ninge ningetamani wabunge wao wabunifu zaidi. mm -hmm. Uh, wabunifu zaidi kwa maana ya wao nao watoe mchango wa kutosha katika uh, katika majimbo yao. mm -hmm. na katika jamii yani, nilikuwa na tamani ile ya kusema kwamba e, namshukuru na mama kwa ajili ya, <laughs> ya, ya, iki. ya miradi hii. mm. Ningetamani ile ipungue. mm -hmm. Eh, kweli uh, mama anafanya vizuri sana katika kutekeleza miradi mbalimbali. Tumeona kwa mfano miradi ya shule. Shule nyingi kuanzia kile kipi ameingia tu madarakani. Eh, uh, kipindi kile bado viko 19 mm. -hmm. bado kiendelea kutikisa. Eh, ule ujenzi wa shule umesaidia sana hasa katika hii sekta ya elimu. Sawa? Kazi nzuri, lakini nilikuwa mm -hmm. natamani kwamba sasa nione au <laughs> oh, wabunge nao wanakuwa wabunifu zaidi, ili asiseme tu kwamba asante mama, aseme na yeye amefanya nini kama hiyo. Kwa hiyo nategemea wabunge watakaoingia wabunge la kumi na tatu angalau waonyeshe mm -hmm. kwamba wanaweza kuwa wabunifu na wanaweza kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya nchi. Na hata kumwonyesha wapi ambapo hawajafanya vizuri. Naam, ni sahihi kabisa, mm -hmm. ni sahihi kabisa. Ndio ile dhana ya ku, mm -hmm. ku, ku, kuisimamia serikali ni sahihi kabisa mm -hmm, watimize haya majukumu vizuri, sio tu kwa sababu unajua ukikaakaa mm -hmm, siku hizi neno limezaliwa mm -hmm, ukikaakaa kichawachawa mm -hmm unaweza usiwa, usiwa na ufanisi. <laughs> <laughs> mjadala gani ambao unaona ulikuvutia wakati huu wote wa, wa, wa, wa mkutano? Kuna wakatiawatania mm, wenzetu pale sarakasi, kuna wabungi walilia, lakini mijadala pia ilikuwepo ambayo ilikuwa na mvuto wake, upya ambao una, unaona bungi hapa lilikaa li, li, li kwelikweli, labda ule mjadala wa alikuwa anaridia barabara yake kule Mbulu, bwana Masai, sai kabisa, <laughs> sai kabisa. Mi, mi ule mjadala wa ule wa mkataba wa DP World yeah. Ule ulinifurahisha uli, uli sana kwa sababu hmm. kwanza ulivuta hisia za uzalendo sawa eh? hmm. E, kwamba ukiona hata watu wakinyanyuka wanazungumza uzalendo hmm. inawezekana mtu labda pengine hakuwa na taarifa saizi hizo kamilika. Ndiyo. lakini at least waliibiwa maswali na pakawa na mjadala mrefu sana, inawezekana mm. umetusaidia, umetupeleka sehemu ambapo mpaka saa hizi tunazungumza mm. kuna mapato uh, yani kuna, kuna ufanisi bandarini na labda serikali inazidi kupata mapato mazuri kule mm. lakini inatokana na ule, ule moto ambao uliwaka, na uzuri wake uliwaka uh, bungeni, lakini vilevile uliwaka nje ya bunge. Kwa hiyo nadhani mimi ule kati ya vitu ambavyo mijadala ambayo naikumbuka vizuri ule, nakumbuka vizuri na inawezekana inachochea kile ambacho tunakisikia kutoka serikalini kwamba mm. wanasema wana, wanaona ufanisi wa bandari yenyewe. Sahihi, sahihi kabisa. Kila mmoja aliwajibika kwa namna yake, kwa sababu kuna maswali yaliulizwa. Nakumbuka mle watu kama akina Halima Mdee kwa mm. kipindi hicho walikuwa wanaona mm. kabisa, wananyanyuka wanauliza maswali magumu mm. e, na ilikuwa inawasaidia wale ambao walikuwa wanaenda kwenye majadiliano hayo, lakini vile vile mm. uh, kamati yaani ku, kujaribu ku, kuyachukua yale maswali na kuyafanyia kazi kuyafanya, na labda pengine yametusaidia kupata huo mm-hmm. ufanisi ambao tunaozungumza sasa hivi. Nakumbuka ni miongoni mwa mijadala ambayo ufafanuzi ulitolewa mara kwa mara mara nyingi na mawaziri tofauti, kuanzia kwa waziri mkuu mpaka mawaziri wake ambao wanamsaidia kwenye sekta mbalimbali Tumemsikia waziri mkuu wakati anahitimisha shughuli za uh, bunge hili mm, na akizungumza na Watanzania, miongoni mm, mwa vitu ambavyo amevigusia ni kwamba amevunja ukimya, anasema anarudi jimboni. <laughs> <laughs> <laughs> ni kitu ambacho ulikitarajia nah? uh, of course, nili, nilikitarajia. Nadhani aliwahi kutamka tena sehemu, mm, uh, nakumbuka eh, kumbukumbu zangu naniambia aliwahi kutamka sehemu, nadhani alikuwa mm, jimboni, kama sikosei, yeah, yeah. na hisi aliwahi kutamka sababu, uh, unajua amekaa Uh, kama waziri mkuu miaka kumi mm. uh, na watu labda wanaweza kudhani kama labda, asema, ah, sasa labda kazi hii nimechoka, hebu mm. ni, niende nikapumzike mm. lakini bado kijana mm. bado kijana ana nguvu eh, na, na mimi nili, baada ya kumsikia leo akisema mm. nikajaribu kufikiria kwamba inawezekana labda pengine anaweza akatengeneza historia vile vile kwa nchi yetu. Nilikuwa nakuja hapo hapo, kiutamaduni, miaka kumi tumeizoea, ndio ndio, itakuwaje? Ndio maana nasema ni mapenzi ya mteuaji <laughs> of course, ni mapenzi ya mteuaji na hatuwezi <laughs> kumwingilia kwenye hilo lakini, hmm. ukijaribu kukumbuka kwamba walichukua nchi pamoja eh, na waka jipanga kwa pamoja wakaendeleza mbele na hmm. kama tulivyosema wamfanya vizuri especially kwenye utekelezaji wa hii miradi ya kimkakati e, na hmm. hata ukiangalia maanake, hmm. saa nyingine huwa tuna taarifa tunazipata kwa, hmm. <laughs> kwa namna nyingi, si ndio? kila mtu anasema la kwake. Yeah, hata mi nikikuangalia wewe naweza kusema kwamba nyamu, nyamura <laughs> anaonekana kama ananjanjaa <laughs> au <laughs> ana hasira sawa eh, e. Kwa kuangalia e. Lakini lugha ya picha inaonyesha kwamba ni watu ambao wanafanya kazi vizuri mm. Wanafanya kazi pamoja, wanafanya kazi vizuri, yani huwezi uh, kuhisi kwamba labda pengine kuna namna uh, ya sitomfahamu kati yao mm. Kwa hiyo naamini kabisa anaweza akatengeneza historia ya kuendelea eh, labda mpaka elfu mbili na thelathini mm. eh, kwenye nafasi hiyo kwenye nafasi ya ya waziri na, mkuu na, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nilijaribu kufuatilia vilevile mm nchi um, za wenzetu huko nadhani Uingereza kuna kama wawili hivyo mawaziri wakuu, ingawaje nafasi yao yani majukumu yao hayalingani sana na ya na kwetu, na, na kwetu. Mm -hmm. eh, lakini walikaa zaidi ya miaka kumi nadhani mm hata hata -hmm. uh, Angela Merkel yule wa aliyekuwa kansela wa Ujerumani kakaa miaka kumi na sita mm -hmm. kwa hiyo inawezekana pia na akatengeneza historia <laughs> kwa nchi yetu. <laughs> Hayo ni mapenzi ya mtewaji, tunamwachia tuna, tuna, tuna yeye. Nyinyi wasomi, ingekuwa ni katika nafasi ya kuandika andiko la kitaaluma mm. Ungesema bunge la namna gani hili? <laughs> Nah, maswali yako leo yauchokozi sana. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ah, mm. Ni bunge la namna gani katika andiko lako ungesema nini? Labda ningesema ni bunge lenye utulivu lakini eh, naweka nukta hapa ili eh, nisifafanue huo utulivu <laughs> <laughs> kwa sababu hakukuwa na kashikashi nyingi sana eh, eh, na saa nyingine utagundua kwa mfano eh, nakumbuka uh, kuna, kwa, kuna kwenye mkutano mmoja alikuja Mrisho Gambo uh, akatoa Eh, hoja na tuma nzito kwelikweli mm. Lakini baada ya muda akarudi akasema, ha, natengua kauli he, he, yeah. Kwa hiyo hiyo kwa ikuambie kwamba hapakuwa na makashikashi yaani, mm. unakumbuka uh, nakumbuka bahati nzuri nilipata fursa mm. na, na mm. Chrisant Chrisant mm. Mm. ya kuongea uh, na mzee Mzindakaya, unamkumbuka Mzindakaya, yule alikaa miaka 44 b bungeni, nadhani ndo mbunge aliyekaa miaka mingi kuliko mm. Kuliko mb <laughs> na, e, na tutegemei labda mtu apige tena miaka hiyo arobaini na nne eh, lakini katika kipindi chake yule e, walikuwa wanamwita mzee wa vibomu mm. alishawahi kupiga mabomu mazito <laughs> yakadondosha mawaziri. Nakumbuka waziri Profesa Mbilinyi kulikuwa na <laughs> kulikuwa na na, na, na hoja ya mafuta mm -hmm. Alitoa labda misamaha ya kodi, alikuwa waziri wa fedha alitoa misamaha ya kodi kwa, uh, kwa mafuta watu mm -hmm. waingize mafuta, misamaha ya kodi e, sasa akawa amekiuka sheria. Mzee Mzindakaya akalivalia njuga ikabidi ajiuzuru, sawa mm -hmm. Mzee Idi Simba, utamkumbuka Idi Simba mm -hmm. Nadhani ilikuwa ni ishu ya sukari e, alikiuka sheria vilevile mm -hmm. Sasa hiyo ikuonyeshe kwamba yani hayo ni mabunge ya kashikashi sasa. <laughs> <laughs> no. ili hapa ndio maana nasema ilikuwa bunge tulivu kwa sababu hatujashuhudia <laughs> vitu kama hivyo, vitu ambavyo unatamani kuviona kwenye bunge lijia, ya, li, tunatuna, tunatamani bunge, mabunge yawe na kashikashi kidogo mm, ili kwa mfano, inavyokuja kwenye kusimamia hivi, kwa mfano ukiambiwa labda pengine, uh, labda halmashauri hazijafanya vizuri mm, sindio? mm. E, alimashauri hajafanya vizuri kwa maana ya utekelezaji wa miradi, kuna ubadhilifu na kadhalika, si mm -hmm. Sindio mm -hmm. Ni jambo la uwajibikaji lile mm -hmm. Na tunatamani wabunge mm -hmm. wasisitize uwajibikaji na uwajibikaji utokee. Sawa sawa, kwa sekunde chache kama thelathini zilizosalia na, ni kitu gani muhimu unatamani ukisikia kutoka kwa Rais akiwa anaenda kuongea na, na, na Watanzania kupitia kwa wabunge nam. Um, naamini kabisa kwamba Mheshimiwa Rais, kwa sababu uh, kama tulivyosema, asilimia kubwa ya wabunge ni wabunge wa Chama cha Mapinduzi labda pengine ataenda kuhimiza eh, uchaguzi uwe uh, uchaguzi wa ndani mm -hmm. wa Chama cha Mapinduzi. Ataenda kuhimiza eh, ufanyike katika maana ya, ya, ya kuwa na uvumilivu <laughs> lakini vilevile kuwa na staha kwa sababu yawezekana wenyewe wakaenda wakabomoana, alafu wakaleta madhara kwenye chama vilevile. Kwa hiyo naamini hilo lazima nitalisikia. <laughs> <laughs> Sawa, nikushukuru sana kwa mjadala, nikushukuru sana kwa kuja nasi uh, kwenye, kwenye mjadala huu na michango yote ambayo umetushirikisha. Asante na, sana. Naam, ni mgeni wetu ambaye tumekuwa naye hapa katika mjadala wa leo, Dr. Richard Mbunda, yeye ni mchambuzi wa siasa. Mimi ni Raymond Nyamwehula, huu ni Uchanganuzi. Naendelea kutufuatilia katika mijadala yetu mbalimbali mbali, hasa kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu, na UTV ipo kwa ajili yako.